inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwele. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado hujafanya, namna hiyo itakusaidia kila tunapoweka vitabu uwe unavipata na itakuwa rahisi zaidi kwako kuvisoma muda wote na kwa kila wakati. Kumbuka neno la Mungu ni chakula, unatakiwa kula kila saa kama unavyokula chakula cha mwili. Tusali tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati wa leo ambao Baba unatuunganisha kutoka maeneo mbalimbali, katika njia hii ya vyombo vya habari ambapo tunaenda kusoma neno lako. Tunaomba Mungu tuoshe kwa damu yako na utuwezeshe kuweza kulielewa katika hekima ya nguvu zako, na watu wote tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, Tunaendelea na kitabu cha Ezekieli ambapo siku ya leo tutasoma sura ya 15 na ya 16. Mlango wa 15. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mzabibu una sifa gani kuliko mti mwingine, au tawi la mzabibu lililokuwa kati ya miti ya msituni? Je, mti wake waweza kutwaliwa ili kufanya kazi yoyote? Watu waweza kufanya chango kwa huo ili kutundika chombo chochote? Tazama, watatupwa motoni kwa kuni. Moto umeziteketeza ncha zake zote mbili, nao umeteketea katikati. Je, wafaa kwa kazi yoyote? Tazama, ulipokuwa mzima haukufaa kwa kazi yoyote, sembuse ukiisha kuliwa na moto na kuteketea. Je, waweza kufaa kwa kazi yoyote? Basi Bwana Mungu asema hivi, kama mzabibu kati ya miti ya msituni niliyoupa moto uwe kuni, ndivyo nitakavyowatoa wa wakao Yerusalemu. Nami nitaukaza uso wangu juu yao, nao watatoka motoni, lakini moto utawateketeza. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoukaza uso wangu juu yao. Nami nitaifanya nchi kuwa ukiwa, kwa sababu wamekosa, asema Bwana Mungu. Mlango wa kumi na sita. Neno la Bwana likanijia tena kusema: Mwanadamu, uujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, wala hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo, kwa kukuhurumia; lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa, katika siku ile uliyozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaagaa katika damu yako, nalikwambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai; naam, nalikwambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Nalikufanya kuwa maelfu elfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno, matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Basi nilipopita karibu nawe, nikakutazama tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo; nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako, nam nalikuwa pia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Kisha nikakuosha kwa maji, nam nalikuosha kabisa damu yako, nikakupaka mafuta, nikakuvika nguo nika ya taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo, nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri. Nikakupamba kwa mapambo pia, nikatia vikuku mikononi mwako na mkufu shingoni mwako ni kati ya hazama pwani mwako, na pete masikioni mwako, na taji nzuri juu ya kichwa chako. Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha, na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi na hariri na kazi ya taraza. Ulikuwa unga mzuri na asali na mafuta, nawe ulikuwa mzuri mno, ukafanikiwa hata kufikilia hali ya kifalme. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana Mungu. Lakini uliutumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako, ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita, ulikuwa wake. Ukatoa baadhi ya mavazi yako, ukajifanyia mahali palipoinuka palipopambwa kwa rangi mbalimbali, ukafanya mambo ya kikahaba juu yake; mambo kama hayo hayatakuja wala hayatakuwako. Pia ulivitwaa vyombo vyako vya uzuri vya dhahabu yangu na vya fedha yangu nilivyokupa, ukajifanyia sanamu za wanaume, ukafanya mambo ya kikahaba pamoja nazo. Ukatoa nguo zako za kazi ya taraza, ukawafunika, ukaweka mafuta yangu na uvumba wangu mbele yao. Mkate wangu niliyokupa, unga mzuri na mafuta na asali, nilivyokulisha, ukaviweka mbele yao viwe harufu ya kupendeza na ndivyo vilivyokuwa, asema Bwana Mungu. Pamoja na hayo, uliwatoa wana wako na binti zako ulionizalia ukawatoa sadaka kwao ili waliwe. Je, mambo yako ya kikahaba ni kitu kidogo tu, hata ukawaua watoto wangu na kuwatoa kwa kuwapitisha motoni kwa hao? na katika machukizo yako yote na mambo yako ya kikahaba hukuzikumbuka siku za ujana wako ulipokuwa uchi huna nguo ukawa ukigaagaa katika damu yako. Tena imekuwa baada ya uovu wako wote, ole wako, ole wako! Asema Bwana Mungu, ulijijengea mahali palipoinuka, ukajifanyia mahali palipoinuka katika kila njia kuu. Umejenga mahali pako palipoinuka penye kichwa cha kila njia, ukaufanya uzuri wako kuwa chukizo, ukatanua miguu yako kwa kila mtu aliyepita karibu, ukaongeza mambo yako ya kikahaba tena umezini na Wamisri jirani zako wakuu wa mwili, ukaongeza mambo yako ya kikahaba ili kunikasirisha. Basi tazama, kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako, nami nimelipunguza posho lako na, po na kukutoa kwa mapenzi yao wanaokuchukia, binti za Wafilisti walioyaonea hayo mambo yako ya uasherati. Pia umefanya mambo ya kikahaba pamoja na Waashuri, kwa sababu ulikuwa huwezi kushibishwa nam umefanya mambo ya kikahaba pamoja nao wala hujashiba bado. Pamoja na hayo umeongeza mambo yako ya kikahaba katika nchi ya Kanaani mpaka Ukaldayo, wala hujashibishwa kwa hayo. Jinsi moyo wako ulivyo dhaifu, jinsi moyo wako ulivyokuwa dhaifu, asema Bwana Mungu, ikiwa unafanya mambo hayo yote, kazi ya mwanamke mzinzi apendaye kutawala watu kwa kuwa wajijengea pahali pako pakuu penye kichwa cha kila njia na kufanya mahali pako palipoinuka katika kila njia kuu, lakini hukuwa kama kahaba, kwa maana ulidharau kupokea ujira. Mke wa mtu aziniye, akaribishaye wageni badala ya mumewe! Watu huwapa makahaba wote zawadi, bali wewe unawapa wapenzi wako wote zawadi zako na kuwapa rushwa ili waje kwako pande zote kwa ajili ya mambo yako ya kikahaba. tena katika mambo yako ya kikahaba wewe na wanawake wengine ni mbalimbali mbali. Kwa kuwa hapana akufuatae katika mambo yako ya kikahaba tena, kwa kuwa unatoa ujira, wala hupewi ujira, basi njia yako na njia yao ni mbalimbali mbali. Kwa sababu hiyo, ewe kahaba, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu uchafu wako umemwagwa na uchi wako umefunuliwa kwa njia ya uzinzi wako pamoja na wapenzi wako na kwa sababu ya vinyago vyote vya machukizo yako na kwa sababu ya damu ya watoto wako uliowapa, basi tazama, nitawakusanya wapenzi wako wote ambao umejifurahisha pamoja nao na wote uliowapenda pamoja na watu wote uliowachukia; naam, nitawakusanya juu yako pande zote na kuwafunulia uchi wako wapate kuuona uchi wako wote. Nami nitakuhukumu kama wahukumi wavyo wake walioolewa wazinio na kumwaga damu, nami nitakupatiliza damu ya ghadhabu na wivu. Tena nitakutia katika mikono yao, nao watapaangusha mahali pako pakuu na kupabomoa mahali pako palipoinuka, nao watakuvua nguo zako na na kutoa vyombo vyako vya uzuri, nao watakuacha uchi una nguo tena wataleta mkutano wa watu juu yako nao watakupiga kwa mawe na kukuchoma kwa panga zao, nao watazipiga moto nyumba zako, na kutekeleza hukumu juu yako mbele ya wanawake wengi. Nami nitakulazimisha kuacha mambo ya kukahaba, wala hutatoa ujira tena. Hivyo ndivyo nitakavyoshibisha ghadhabu yangu juu yako na wivu wangu utanitoka, nami na nitatulia, wala sitaona hasira tena, kwa sababu hukuzikumbuka siku za ujana wako bali umenikasirisha kwa mambo hayo yote, basi tazama, mimi nami nitaleta njia yako juu ya kichwa chako, asema Bwana Mungu, wala hutafanya uasherati zaidi ya machukizo yako yote. Tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako, akisema: kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Wewe ubinti ya mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake wewe uumbu la maumbu yako waliowachukia waume zao na watoto wao. Mama yako alikuwa Mhiti na baba yako Mwamuri. Na umbu lako mkubwa ni Samaria akaaye mkono wako wa kushoto, yeye na binti zake; na umbu lako mdogo akaaye mkono wako wa kuume ni Sodoma na binti zake. Lakini hukuenda katika njia zao wala hukutenda sawasawa na machukizo yao; lakini kana kwamba hilo ni jambo dogo sana ulikuwa umeharibika kuliko wao katika njia zako zote. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, Sodoma umbu lako yeye na binti zake hawakutenda kama wewe ulivyotenda, wewe na binti zako. Tazama, uovu wa umbu lako Sodoma ulikuwa huu: kiburi na kushiba chakula na kufanikiwa, hayo yalikuwa ndani yake na binti zake, tena hakuutia nguvu mkono wa maskini na mhitaji. Nao walijivuna wakafanya machukizo mbele zangu, kwa sababu hiyo naliwaondoa hapo nilipoyaona. Samaria naye na hakutenda nusu ya dhambi zako, bali wewe umeongeza machukizo yako zaidi ya ayo, nawe umewapa haki maumbu yako kwa machukizo yako yote uliyoyatenda wewe. Nawe uichukue aibu yako mwenyewe, kwa kuwa umetoa hukumu juu ya maumbu yako kwa dhambi zako ulizozitenda zilizochukiza kuliko hao, wao wana haki kuliko wewe. Naam ufedheheke wewe, nawe ukaichukue aibu yako kwa kuwa umewapa haki maumbu yako. Nami nitawarudisha watu wao waliofungwa, wafungwa wa Sodoma na binti zake na wafungwa wa Samaria na binti zake na wafungwa wako waliofungwa kati yao, upate kuichukua aibu yako mwenyewe na kutahayari kwa sababu ya mambo yote uliyoyatenda kwa kuwa umekuwa faraja kwao. Na maumbu yako Sodoma na binti zake watairudia hali yao ya kwanza, na Samaria na binti zake watairudia hali yao ya kwanza, na wewe na binti zako mtairudia hali yenu ya, ya kwanza. Kwa maana umbu lako Sodoma hakutajwa kwa kinywa chako katika siku ya kiburi chako, kabla uovu wako haujafunuliwa bado, kama vile wakati ule ulipokutukana binti za Shamu na wale wote waliomzunguka binti za Wafilisti wanaokudharau pande zote umeuchukua uasherati wako na machukizo yako asema Bwana. Maana Bwana Mungu asema hivi nitakutenda vilevile vile kama ulivyotenda, uliyekidharau kiapo kwa kulivunja agano. Walakini nitalikumbuka agano langu nililofanya pamoja nawe katika siku za ujana wako, nami nitaweka imara agano la milele pamoja nawe. Hapo ndipo utakapozikumbuka njia zako na kutahayarika, hapo utakapowakaribisha maumbo yako walio wakubwa wako na wadogo wako. Nami nitakupa hao wawe binti zako, lakini si kwa agano lako. Nami nitaweka imara agano langu nawe, nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, upate kukumbuka na kufadhaika, usifumbue kinywa chako tena kwa sababu ya aibu yako, hapo nitakapokusamehe yote uliyoyatenda asema Bwana Mungu.